Kwa majina anaitwa Itabangora Elia Satanas, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya Dr. Samia Dodoma Secondary School. Tunamshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule bora, shule ya mfano ambayo inapatikana hapa Dodoma. Shule hii ina miundo mbinu mizuri yakiwemo madarasa ambapo tunatumia kwa kujifunzia. Shule ina maktaba nzuri yenye vitabu vingi na vitabu vyenye kutuwezesha kupata elimu bora pia ina maabara nzuri ambayo inatuwezesha kusoma sayansi kwa vitendo. Pia shule hii ina mazingira ya bweni, ina mabweni. Mabweni ni mazuri ambayo yanatuwezesha sisi kuishi katika sehemu salama na mazingira tofauti tofauti, kama vile viwanja vya michezo na mazingira mengine. Tunamshukuru Dr. Samia kwa kutujengea shule hii bora ya mfano nchini kwetu Tanzania. Asante. Mama yuko kazini.